Jamani, nyumba inauzwa. Nani anaweza kumalizia mradi huu? Ina fremu kubwa mbili kama unavyoziona hapa, ni kubwa kwelikweli, tofauti na fremu za kawaida. Mtu akisema na fremu ni tofauti, hii fremu ni kubwa sana kama unavyoona, fremu ya kwanza na fremu ya pili. Msingi wa veranda yake ni huu hapa. Barabara ni hii hapa kama unavyoiona, na umeme ni huo hapo. Umeme unaenda mpaka stesheni ya Mpiji. E, hapa, hii sebule kama unavyoona grili tayari zipo. Sebule hii pia ni kubwa sana, kubwa kuliko ya nyumba za kawaida, alafu kuna chumba cha kulala pia nacho kikubwa, alafu kina choo chake hapo. Kwa hiyo unavyoona hii nyumba tayari ina bati zake pia zipo, mtu akizitaka anaweza akaunganishiwa pamoja na nyumba lakini kama unataka nyumba peke yake pia unapata. Upande wa huku nje kuna chumba kingine cha kulala upande huu, kwa hiyo vyumba, vyumba vya kulala viko viwili na fremu mbili kwa upande wa huku na hii sehemu hapa unaweza kufanya kitu, na upande wa huku kama unavyoona, chumba pia cha kulala hiki, ukiamua, unaweza kufanya ni jiko, alafu kule kukawa na chumba kimoja cha kulala, ukiamua, unaweza kufanya chumba. Jirani mwingine ni huyu hapa, na majirani wengine wako upande ule, huku kuna shamba kidogo hapa, lakini majirani ni wengi wa kutosha. Ni katikati ya senta ya kijiji cha Mpiji, naona majirani wale kule na maji hapo. Nyumba hiyo hapo kuna bomba, kwa hiyo maji sio shida, umeme sio shida. Nyumba ndio hii, kwa hiyo fremu mbili, sebule kubwa na vyumba viwili vya kulala, au unaweza kusema kile kingine, unaweza kubadilisha matumizi unavyotaka. kwa hiyo ai uh, hii self ina chumba chake alafu hii nyingine unaweza kutengeneza chuo nyingine ya, ya nje kama tulivyoona hii nyumba kama nilivyosema uh, ina mabati yake pia kama unataka na mabati unaweza kaunganishiwa lakini kama unataka nyumba pekee unaweza kufanya unaweza kuimodify vyovyote unavyotaka kama hutaki frem ile frem unaweza kaimodify ikawa ndio jiko ama vyovyote unavyopenda kwa hiyo jamani atakayowahi anachukua